Habari, jina langu ni Elizabeth Nemisalamba, mwana mwanamitindo chikizi umri miaka 21. Uh, ninafuraha sana leo kuwa hapa ku join session na African queen uh, Yaya Modemba. Okay. Nimemsahamu Yaya Modemba kupitia mchango wake mkubwa sana katika tasnia ya urembo na mitindo licha ya kwamba alishiriki katika ndani ya nchi, lakini pia namna ambavyo ametuwakilisha nchi yetu utanashati kutoka Tanzania kwenda nchi za kigeni, hapo ndipo nilipoanza kumfahamu na kumkatilia zaidi. um, nitakuwa mwongo kama nikisema hana mchango, kwa sababu ukweli ni kwamba kila mtu anajua namna ambavyo amekuwa akiinspire na kuwainua wale wote ambao walikuwa chini yake na kuwapandisha juu zaidi. Amekuwa ni mtu ambaye anakufundisha wewe kujiamini na kuweza kujipresent. wewe kama wewe bila kuhofia kwamba una kasoro gani au una shida gani, bila kuhofia kwamba watu wataniona vipi, lakini pia kuwashika mkono wale wote ambao walikuwa hawajui wanaanza vipi au wanaelekea wapi. Huo ni mchango mkubwa sana ambao naweza nikasema kwamba ame inspire wengi katika tasnia hii ya mitindo. Okay, kwenye upande wa kuwa role model, absolutely yes, kwa sababu role model ni mtu ambaye unamwangalia na una mengi ya kujifunza kutoka kwake. Sasa kwa mwanamke ambaye alitoka local levels levels to international levels, kwa mwanamke ambaye anafanya wanawake wengine wajiamini, kwa kwa nini asio role model? Yes. hata mimi pia ni role model wangu Mm. Urembo wake ni wa asili lakini si asili peke yake. We all know kwamba Miriam Odemba ni msichana ambaye anajua namna ya kujipresent mbele za watu, anajua jinsi ya kujipangilia na kapendeza, anajua jinsi ambavyo, nikitokea vipi mbele za watu, nitaonekana kwa namna tofauti. Kwa hiyo njia ni wa asili lakini juhudi zake binafsi hazipingiki mm. ila ninatamani sana kukutana nae na siku nitakakutana naye ikwanza nitakatumwambia nashukuru. Nashukuru kwa nini? Amenifanya ni. na na niwe mwanamke j kwa sababu mimi kwa kupitia Miriam Odemba ninaweza nika standout, bila kuwa na makeup, bila kuwa na whatever, like, na bila kuwa na sometimes situmii hizi nywele za bandia nitatokea hapo na minyosho, like You know, yani for the inspiration and everything, kwamba amenifanya I mimi niweze kusimama mimi kama bila kuogopa chochote, hata kama nitakuwa mbele za watu ambao wana kila kitu kizuri, nita stand out bila kujali kwamba wananiona vipi. Yeah. Nikiwa kama model, especially ambaye sijafika bado zile ngazi za juu, Odemba amenionyesha kwamba modeling sio kazi ya kudharaulika. Inaweza kuwa kazi ambayo ikakuwakilisha vema, ikakufanya ukawa kioo cha jamii yani, mwakilishi wa taifa, lakini pia you know, inspiration kwa watu wote ambao watakuwa wanakuzunguka. Yes. Na vutana vitu vingi sana sana sana sana, lakini kikubwa zaidi ni confidence The girl is so confident. Like, at a fanya chochote, you must understand. Kumbe, this is Miriam. Lakini pia, the way ambavyo wamekuwa kwenye game kwa miaka mingi, yani kila siku anazidi kuleta vitu tofauti. Na pia ninavutia namna ambavyo ameweza kumaintain status. Unajua warembo wengi sana wanakuaga hawadumu katika tasnia, labda wanachagua other lifestyle, wengine labda wanagive up. Lakini kwake ni kwa tofauti upambanaji wake yeah. Mm, kitu inachoweza kumwambia ni kwamba anatakiwa kujua kwamba kuna watu wengi sana tunamwangalia, kuna watu wengi sana ambao tunatamani kufika alipofika yeye yeah, na kuna watu wengi sana ambao tunatamani kumwona akiendelea yeah, yeah upambanaji wake umekuwa ni chachu kubwa sana katika mabinti mengi wadogo kukimbilia ndoto zao. Kwa hiyo akiwa kama mwanamitindo, tunafurahi sana jinsi ambavyo anatuwakilisha kwa nchi za kigeni, like african culture inazidi kukua. Ndio, kuna watu wengine ambao wanafanya hicho kitu pia, lakini we can see jinsi gani anafanya. Ya mwisho kabisa ni kwamba ninampenda sana na hii si mimi peke yangu. Ninaamini mabinti wengi wadogo ambao wanamwangalia ni lazima wanampenda. Kwa sababu gani? Anatufanya sisi tuweze kuji embrace na kuweza kujipenda sisi kama tulivyo, bila kutamani kuwa artificial, bila kutamani kuwa na vitu ambavyo hatuwezi kuwa navyo. Kwa hiyo Miriam Odemba, you are the best, you will always be the best, and we love you so much.